Iliyohusisha familia yangu na marafiki wa familia yangu waliokuwa wanakuja kwa ajili ya, ya send off ya binti yangu kwa sababu ilikuwa ndio muda wa ukumbini wa, wa, wa, wa saa kumi na mbili na mimi nilishakuwa kwenye, wakati watu tayari wako ukumbini, hasa naelekea ukumbini, ndio ninapewa ni ni taarifa kwamba ajali imepatikana na watu wapo wapo wapo mahututi kwa jumla. Hata walioniambia hakuniambia kwa uwazi, ila waliambia tu kwamba ajali imepatikana na, na hatuna taarifa kamili, lakini tutakupa taarifa kamili. Kwa hiyo basi tutu, mimi nikaona basi niendelee na shughuli ile nikisubiri taarifa halisi ya jambo lililotokea, lakini baadaye, nilikuwa katikati ya shughuli, ndio nikapata taarifa kwenye muda wa saa nne na nusu tano nikaambiwa kwamba ile wale ile miili yote karibu yote imeungua. Kwa hiyo nikabidi nimalize shughuli, lakini bahati nzuri nilipopata hiyo taarifa nili ndugu zangu waliokuwa wanakuja niliwarudisha wote warudi nyumbani na wakafuatilia jambo hilo, lakini na wengine walikuwa kumbini, niliwaondoa waende KCMC wakafuatilie, maana kuna majeruhi waliopo KCMC. Kwa hiyo sehemu kubwa ya ndugu zaidi ya hamsini sitini wote ilibidi warudi hasa kukabiliana na hilo, hilo, hilo, hilo, hilo tukio. Lakini mimi kwa sababu tayari ndio nilikuwa na bidii nisimame na watu wako ukumbini, ilibidi niendelee mpaka nimalize ile shughuli alafu ndio niende usiku ni, ule nikaenda Same kwa ajili hasa ya kujua mambo mengine na taratibu zingine zinazotakiwa ziendelee zina, zina, zina, zina, zina, zina, zina, zina zi Ea, baada ya tukio, baada ya shughuli ile ilibidi ni niwajulishe, kwa sababu niliwaambia tuko tukua muda wote pamoja hapa, lakini tulishapata tumepata taarifa ambayo ni ya kushtukiza ya kuumiza ya tukio la ajali ambalo inasemekana limeua watu wote walikuwa kwenye basi na watu wengine walikuwa kwenye basi hilo ambalo wamegongana nalo ambao sijui hata idadi yao, ingawa nasikia sio wengi kama wa hilo basi ambalo limebeba familia yangu tumeshafunga jana ndoa. Na kwa kweli wamepita wa kwenye tukio, kwa sababu bahati nyingine ni kwamba wao ratiba yao ni kwamba tarehe tatu wana, wana, wana, walikuwa na shughuli yao Morogoro. Kwa, kwa, kwa, huko kwa kijana. Kwa hiyo nimewambia waendelee huku, sisi tuki sisi familia tukiendelea mambo mengine ya huku, nimwambia mhusika baba mhusika wa baba mkuu wa binti yangu aendelee na mambo mengine, alafu wao watakuja kuhani baadaye. Mpaka sasa katika hawa watu wanne wa, ambao mbao wanahusiana na familia mama yangu, bahati nzuri mmoja yeye, ambaye ni mke wa ndugu yetu, ndugu yetu sasa, mke wa mjomba wangu, mke wa mtoto wa mjomba wangu, yeye ame Alif, alifanikiwa kuwahi kuruka lakini amefia hospitalini na tunaenda kumzika ugwenu muda huu, atazikwa baada ya mshuku wa wa dhuhuri e. Wengine ndio tunaendelea. W, wengine ni hao wapangaji ambao kwa maelezo niliopewa kuna wawili ambao mili yao ya mabaki angalau alitambulika pale pale, lakini waliobaki na wao wanasubiri hiyo DNA, DNA test. Wengine ni watu ambao ni majirani zetu katika eneo lile na wengine ni watu marafiki wa karibu wa, wa shemeji yetu. Kwa hiyo, kwa hiyo hiyo anayekuepa ange, angejua zaidi. Wengine hao ni shemeji yetu, lakini wa, wa, kwa sababu ya wa urafiki wao karibu wao na ye walishiriki katika tukio hilo kwa, kwa upendo wa, na shemeji yetu. Na kwa shemeji yetu kwa sababu alitamani kulisimamia sana shughuli jambo hili la, la binti wa, wa, wa mke mwenzake, kwa hiyo alisimamia ali kwa, kwa nguvu kubwa sana mapenzi ya Mungu, lakini wakati mwingine kuna shida kubwa ya, ya, ya madereva barabarani. Kwa sababu ingawa sijui exactly chanzo cha ajali kwamba ni taarifa nilizonazo ya kutoka pale nyumbani mpaka hapo walipopata ajali, hata kama ni gari kukimbia, lakini la pili, taarifa nilizonazo za mashuhuda wa nje ni kwamba dereva wa gari lililokuwa linabeba watu walikuwa walikwenda wa, wa kwenye shughuli yangu lilifika mahala likajitahidi kukwepa hiyo ajali sana, wakaenda mpaka wakaenda mbali mpaka kule kichakani, lakini gari wamefuatwa, dereva anasikia mwisho wa siku alisimama asubiri. Sasa neema ya Mungu, kwa hiyo ndio ndio gari ile ambayo ikaja ikamgonga. Sasa possibly, ni, ni driving problem ya, ya, ya, discipline ya wadereva ya kukimiza magari akontrol, hata kama serikali inapambana kwamba oh, wajaribu wa kukontrol mwendo, kwa sababu gari kama naenda mwendo wa kawaida, hata kama ikipata basi ya tairi, dereva anaweza kuikontrol tu.